Msikilizaji, taarifa ambazo ninazipata leo ni kwamba Samia Suluhu ameweza kuendelesha shughuli za ufukuzi wa miili iliyoweza kuzikwa sehemu mbalimbali, ambayo imeweza kufichuliwa na baadhi ya wanaofanya uchunguzi nchini Tanzania, uchunguzi wa mauaji yaliyoweza kutendeka siku ya tarehe ishirini na tisa na siku zilizoweza kufuata. Sasa, Samia Suluhu ameanza shughuli rasmi za kuweza kuhakikisha kwamba miili hiyo imepata kufukuliwa na kuweza kupelekwa sehemu tofauti. Katika video ambayo niliweza kukuonyesha msikilizaji, nafikiria kama si jana, ilikuwa siku iliyoweza kupita, iliweza kuonyesha ufukuzi wa miili hiyo ikiweza kufanyika usiku wa manane, ambapo unaweza kuona mwanga ama mataa yakiweza kumulika na watu wakiendelea kuendelesha shughuli za ufukuzi eneo fulani. Lakini pia siku ya leo msikilizaji, nimeweza pia kutumiwa video nyingine ambayo kwamba kikundi kinachoongozwa na Abdul. Ni kikosi ambacho msikilizaji, niliweza kukufahamisha kikosi kilichoweza kutengenezwa ili kuweza kuhakikisha kwamba maovu yanayotekelezwa na chama cha CCM na serikali ya Samia Suluhu na viongozi waliopo katika serikali ya Samia Suluhu yanapata kufichika. Kikosi hiki msikilizaji, niliwahi kukuletea majina ya viongozi mbalimbali ya watu mbalimbali mbali nchini Tanzania, walioweza kuja pamoja wakachanga hela za kuweza kufadhili operesheni za a, a kikundi hichi. Kikundi hichi msikilizaji, kinaongozwa na Bwana Abdul ambaye ameweza kupewa silaha akaweza kununuliwa kila kitu ambacho anahitaji katika kuendeleza shughuli za mauaji kuendelesha shughuli ambazo chama cha CCM kinahitaji ziendelee kutekelezwa. Sasa katika video ambayo nimeweza kutumia leo, msikilizaji, video hiyo inaweza kukuonyesha kikundi hiki cha bwana Abdul kikiweza kuendelesha shughuli za ufukuzi wa miili iliyoweza kuzikwa mahali ambapo kumeweza kufichuliwa na imeweza kusemekana kwamba ikipatikana ushahidi wa kutosha dhidi ya serikali ya Samia utaweza kupatikana. Elewa kwamba msikilizaji, mpaka sasa msimamo wa serikali ya Samia Suluhu ni kwamba hamna mauaji yaliyoweza kutekelezwa siku ya tarehe ishirini na tisa na kati ya yale mauaji walioweza kuyakubali ni machache mno, lakini vifo vilivyoweza kushuhudiwa ni zaidi ya watu elfu kumi msikilizaji, kutoka maeneo mbalimbali kutoka mitaa mbalimbali walioweza kutoka na kuweza kuhakikisha kwamba maandamano yameweza kufanyika siku ile ya tarehe ishirini na tisa na siku chache zilizoweza kufuata idadi kamili ya miili iliyoweza kupatwa kulingana na wanaharakati wa nchini Tanzania ni zaidi ya elfu kumi msikilizaji. Na sasa serikali ya Samia Suluhu iliweza kutafuta sehemu mbalimbali mbali, ambapo baadhi ya miili hiyo iliweza kuzikwa ili wanaochunguza wasiweze kuipata, lakini pia msikilizaji, kupata miili zaidi ya elfu kumi kwa mara moja, unaweza kukosa vyumba vya kuhifadhi kuifa, maiti. Unaweza kukosa nafasi ya kutosha ya kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anapata friji itakayoweza kuhifadhi miili kama hiyo. Sasa kwa sababu hiyo, walioweza kuuawa walionekana wamejazwa kwenye, kwenye nyumba room iliyoweza kujazwa miili ya watu ambao kwamba baadaye waliweza kutolewa na kuweza kuzikwa sehemu mbalimbali, ili kwamba isije kusababisha ufundo na isije kunuka ikaweza kuleta shida, watu wakaanza kushuku kwamba kuna kitu kinachoweza kuendelea. Lakini pia msikilizaji, niliweza kukusogeshea ripoti ambayo iliweza kutokea kwa, iliweza kutokea mtaa wa Mwananyamala ambapo mwananchi kutoka mkoa wa Mwananyamala mwana aliweza kutoa ushahidi na akaweza kusema kwamba kwanzia tarehe ishirini na tisa na siku zilizo kwanzia Novemba mbili, kumradhi kwanzia tarehe tarehe ya, tarehe ya pili Novemba, mwezi wa Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano kuliweza kushuhudiwa harufu kali iliyoweza kutokea katika eneo la hospitali ya Mwananyamala na harufu hiyo bila shaka ilikuwa ni ya miili iliyoweza kupatikana eneo hilo, kwa sababu eneo hilo siku ya kupiga kura ilishuhudia vifo zaidi. Watu waliweza kuuliwa katika eneo hilo na miili hiyo ikaweza kuhifadhiwa katika hospitali ya Mwananyamala, lakini ikaweza kuzikwa pia katika eneo lililokuwa karibu na hospitali hiyo ya Mwana Nyamala. Sasa serikali ya Samia Suluhu baada ya kuweza kuangalia swala hili na kuweza kuona kwamba sehemu ya baadhi ya sehemu kama hizo zimeweza kutajwa, wameanza kutumia hiki kikundi cha Bwana Abdul kuendeleza shughuli za ufukuzi wa miili na kuweza kuipeleka sehemu zingine tofauti ili kuhakikisha kwamba wanaotekeleza ama wanaofanya uchunguzi hawaipati miili hii, na miili hii si isipopatikana inamaanisha kunaweza kukosa ushahidi wa kuweza kuhakikisha kwamba Samia na viongozi wa CCM wameweza kuchukuliwa hatua. Sasa viongozi hawa wanazidi kupambana usiku kucha kuhakikisha kwamba hamna kimoja kitakaweza kuwaeleza kuwaongoza wa, wachunguzi katika sehemu ambao wameweza kuizika miili hii. Sasa kikosi hiki cha bwana Abdul niweza kukupasha kwamba, msikilizaji, wana silaha za kila aina, kwa sababu kina ufadhili kutoka kwa a, a, makampuni makubwa nchini Tanzania, lakini pia kina ufadhili kutoka kwa viongozi wakuu wakuu serikalini ambao niliweza kukuonyesha hapa hivi msikilizaji, nikaweza kukuonyesha pesa walizoweza kuchangia na pia nikaweza kukuonyesha majina yao, wale ambao waliweza kushiriki katika kuchanga na kiasi cha fedha kila mtu alichoweza kuichanga. Sasa wafadhili hao wa kikundi hicho wapo kwa ajili ya kuweza kupata tenda za serikali, kuweza kufanya kazi na serikali ili kuendelea kujinufaisha lakini kikundi hicho kikiweza kuhakikisha kwamba kimezuia umma kuweza kuona machafuko yanayoweza kuendeleshwa na serikali ya Samia Suluhu, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba yale maofu ambayo viongozi wanayatenda yanapata kufumbwa yasiweze kuonekana, yanapata kufichwa na sasa kama shughuli hizi za miili iliyoweza kuuliwa katika maandamano ambayo ina, inaweza kufanya kwamba serikali iweze kutolewa mamlakani. Kikosi hichi kipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli wachunguzi uh, hawawezi kufika ama hawawezi kupata maeneo ambayo wameweza kufanya uh, kuizika miili hii. Kile ambacho msikilizaji kinauma ni kwamba jamaa nchini Tanzania walioweza kuwapoteza wapendwa wao hawawezi kuizika miili ya jamaa hao, lakini pia wataweza kupotea tu kama watu walioweza kuenda mahali na wakapotea, usiweze kujua ni kipi kilitokea. Lakini ipo wazi kwamba serikali ya Samia Suluhu ilishiriki katika mauaji ya raia nchini Tanzania, na raia hao wameweza kuzikwa sehemu mbalimbali, na sasa serikali hiyo inataka kuficha ushahidi ili kuendelea kusalia mamlakani. Nataka ni kuachie video hii, msikilizaji, upate kuitazama upate kuiangalia vizuri, upate kuona jinsi serikali ya Samia inaweza kuendelesha shughuli za ufukuzi wa miili na kuweza kuhakikisha kwamba zimepelekwa sehemu mbalimbali. Kumbuka kwamba msikilizaji, kituo chetu kipo hapa kila siku kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi umepata kutaarifika na tumezidi kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinatokea, ili upate kufahamu taswira kamili ya, ma, ya matukio yanaweza kuendelea katika maeneo yako na ya kuweza kufahamika jinsi, ama kuweza kujua jinsi masuala ya kisiasa yanaweza kuendeleshwa. Lakini sasa kwa kufanya hivyo tunazidi kukukaribisha uzidi kufuatilia kituo chetu, uzidi kupiga subscription, uzidi kutufuatilia ili tuweze kuendelea na tuweze kupatana hapa kila siku, tupate kufahamishana na tupate kuelimishana inavyofaa.